Ulikuwa hujui kabisa kwamba huyu ni Isishikiki Isikamatiki, by the way, baada ya kufanya hiyo surgery ya sura yake na kukikafanya kapua chake kamekuwa kadogo, yani yani, just like Michael Jackson, yani ukimwangalia for the first time like you never know kama huyu mtu ni Isishikiki, amebadilika big time yeah? yani ukimwangalia usoni like you never know kama huyu mtu ni Isishikiki. So I don't know who's that girl ambaye amemshauri kufanya you know surgery Tunakumbuka watu wengi walikuwa wanamsema sana poa yake and everything, so pengine ndo maana ameamua kwenda uh, kuichonga poa yake na imekuwa nyembamba, so this is the new look ya yes, Sishkiki, as you can see on your screen right now. Nahitaji kufahamu komenti yako ni hivi kuhusiana na huu mwonekano mpya wa Sishkiki and by the way, ye mwenyewe anazungumza kuhusiana na you know, Uh, surgery so yake and everything nataka hapo msikilize and then niambie komenti yake kuhusiana na hili mi, naitwa Zakusha Dela Cruz na hii ni B Plus trending. Good morning, good afternoon, good evening from whatever part of the world you're watching this Binadamu tunapangaga mipango mingi sana lakini, kama tunavyojua, when people make plans God laughs. So at the beginning of this year nilikuwa nimepanga kucelebrate my birthday in a very different way, na sio tu my birthday hadi shughuli nyingine zingine. So nikapania nikashionesha manguo lakini tubat kuweza kusherekea any of those kwa sababu ya sababu zokuwa nje uwezo wangu Anyways, nimejifunza kwamba ninavyopata chance kuishi leo yangu natakiwa niishi leo yangu kwa kikomo. And I should appreciate the big things in life kama uzima, afya, lakini pia uzuri wangu, macho yangu, ngozi yangu, body langu <laughs> kwa hiyo nimeamua kufanya malipizi kwa kila event, shughuli, party na mwaliko niliokosa, nitasherekea tena kwa wakati wangu, kwa namna yangu